Pweza ni kiumbe hai aishie katika bahari kama samaki wengine kama vile ngisi, taa na papa. Kiumbe huyu hupatikana katika maji chumvi, ndiyo maana ni adimu sana kumkuta katika vyanzo vya maji baridi kama maziwa, mabwawa, mito na kadhalika. Leo hii tutaangazia zaidi katika aina za pweza, madharia yake na maskani au makazi aishiye kiumbe huyu. Kiumbe huyu asiye na uti wa mgongo ana sifa zifuatazo. Kama hapo awali nilivyokufahamisha, pweza ni kiumbe aishiye baharini, ndiyo maana uliwa sana au hujulikana sana na wakazi wa maeneo ya pwani kama Zanzibar, Dar es Salaam, Tanga, Kilwa na visiwani. Pia pweza hawana mifupa wala miiba katika miili yao, na hii ndiyo sababu inayopelekea utayarishaji wake kuwa wa tofauti na viumbe wengine, hasa pale anapohitajika kutumika kama chakula. Pia pweza huandaliwa kwa njia ya kupigwapigwa. Hii husaidia kuwa mlaini na kuweza kuliwa kwa urahisi. Pweza hutumika kama chakula tena chenye ladha ya kipekee, hivyo hutumika kama kitoweo ambacho huita ladha nzuri kabisa kwenye chakula hicho. Kama Waswahili wasemavyo, hakuna kizuri kisicho na kasoro. Ijapokuwa kiumbe huyu ana sifa nzuri zinazovutia, ni kwamba pweza huweza kumzuru binadamu au kiumbe mwingine pale pale mawindo yake yatakapokuwa si mema, yani ni hatarishi kwake. Kuna aina mbalimbali za pweza ambazo huweza kutofautisha kwa idadi ya miguu yao. Kuna pweza wa aina mbalimbali wenye miguu mitatu, minne, mitano, sita na kuendelea. Maskani ya pweza kiujumla, pweza huishi katika miamba inayopatikana katika bahari, na ndiyo maana upatikanaji au mawindo yake hufanywa kwa njia ya kuchokoa na kifaa chenye ncha kali ambacho kitaalamu na wakazi wa kandokando ya bahari huita mdeke.